Ni habari za simanzi sana ambazo zimetokea muda huu. Kuna watu ambao watashtuka na watajiuliza ni habari gani ambazo zinahuzunisha zina na kuumiza umma. Bwana, usiku huu tumepita kwenye ukurasa wa kaka yetu Juma Lokole, ameposti kwenye peji yake ya Instagram, ila habari hizi zinasikitisha sana. Kuna wengine wanaweza wakaumizwa na hizi habari bwana. Juma Lokole ameposti habari akiwa anasoma meseji ya mtu ambaye hajafahamika ni nani, yote tumemwachia Juma. Habari zinasema kwamba ndugu wetu bwana Omari almaarufu Ommy Dimpoz hayupo tena kwa bosi wake miliki wa timu ya Da Young Africa. Hili jambo linahuzunisha. Sasa sijui kama ni kweli au ni habari tu zimetokea, lakini bwana Juma mpaka anaonyesha masikitiko. Hili jambo linaonekana liko serious. Vilevile ame share moment ya kusema kwamba ni jambo ambalo linaumiza sana na ugomvi uliotokea mle ndani pale Salamanda ni mkubwa mno, maana imefikia hadi hatua fingerprint za bwana Omi zinabadilishwa, yaani kwamba haruhusi kuingia Salamanda wala wafanyakazi wake ambao amewaajiri. Ni jambo ambalo linaumiza sana na ni kitu ambacho kinasikitisha. Yemimi yeah. Na wewe tukamsikilize Juma Lokole akitudadavulia sasa kwa, kwa undani zaidi ili tupate kujua nini chanzo na nini hatma ya hili jambo ambalo limetokea. Muingiza mwingiza na nabadilisha system yote mpaka ile fingerprint ukiingia ofisini sisi na unaweka kidole hivi, hata pale kwetu sisi ofisini zipo, unaweka kidole hivi, inakutambulisha wewe basi. Ile imebadilishwa eh, sasa itakuwaje? Lakini chanzo cha ugomvi hakijulikani mpaka sasa hivi, sababu kubwa ya kumtibua bosi haijajulikana mpaka muda huu. Eh, Mungu Baba, kwa hiyo amegombana, si mwanafamilia yule, gomvi kubwa gomvi kubwa bosi hataki like kumwona msanii kabisa katika macho yake. Mungu Baba, bwana nzuri au fitina za watu. Hata mimi nampenda kweli yule kaka, ana roho nzuri wallahi, lazimu leo na hapa. Nampendaga sana mwenyewe anajua. Hii habari mi kwangu ni uzuni sijaifurahia, hapana mm. Yataisha tu lakini mm -hmm. Mm. pole kaka wangu binadamu ao wamewachunganishi sio siri mm. pogomvu tokee juzi leo tu uvuje au ndi binadamu kwenye kasori tala we <coughs> <coughs> katika maisha saa <coughs> Sa sijui ni lie sijui ni cheke sijui ni tabasamu lakini mimi jamani, mi na upendo sana. Unajua watu wengi mnanichukulia kama mimi za mwamwa, sijui mnanichukulia mimi mbeya, si mnanichukulia mimi mna... yani vyovyote mnavyonichukulia mimi jamani, mama huyu muongo huyu huyu muongo huyu, wewe, wewe muongo na na huu mbea ninausema. Kaka yangu Omi, kaka yangu Omi, kaka yangu Omi, kaka wewe, unamjua Omi wewe, unamjua Omi wewe vizuri wewe. Omi mtu wa watu, Omi anapenda watu. Omi, mimi mimi nakupenda sana kwa sababu Omi una chuki na mtu, watu ndio wana chuki na wewe. Wallahi nakwambia Omi, chunga sana kuwa karibu na binadamu binadamu sio watu kakangu Omi nakwambia, eti huyo anaandikaje? Kaandika kakajuma, mambo vipi msanii wenu, kamaanisha Omi hapa, msanii wenu kagombana na tajiri, kagombana na tajiri yake yule, anayesimamia timu ya mpira, mwarabu yule, kagombana naye na juzi, si juzi, kaandika. Na juzi kafukuzwa Salamanda, yani, na password fingerprint zimebadilishwa ofisini kwake, hatakiwi yeye, mpaka wafanyakazi wake aliyowaajili kama ina mafuta mafuta. Jamani, sasa jamani, niwaambie Igas Skin uipake popote, isipokuwa hatakiwi yeye yeah, yeah hatakiwi uh, na wafanyakazi wake wote yani waingie. Nasikia jana bosi kawaka mule ndani Salamanda hatari, kawaka bosi, watu wote, kawa kama mbogo, kawaambia security yote, yani huyu mtu asiingie, yani asiingie humu ndani, sitaki kumuona, atakaye muingiza humu, nabadilisha system yote mpaka ile fingerprint ukiingia ofisini sisi, na unaweka kidole hivi hata pale kwetu sisi ofisini zipo, unaweka kidole hivi inakutambulisha wewe. Basi ile imebadilishwa sasa, itakuwaje? Lakini chanzo cha ugomvi hakijulikani mpaka sasa hivi. Sababu kubwa ya kumtibua bosi haijajulikana mpaka muda huu. E Mungu Baba, kwa hiyo amegombana si, si mwanafamilia yule. Gomvi kubwa, gomvi kubwa bosi hataki kumwona msanii kabisa katika macho yake. Mungu Baba, Bwana roho nzuri au fitina za watu? Ata mi nampenda kweli yule kaka, ana roho nzuri wallahi, lazim leo na hapa nampendaga sana mwenyewe anajua. Hii habari mi kwangu ni uzuni, sijaifurahia hapana. Mm, yataisha tu lakini. mm -hmm. yataisha Mm. Pole kakaombe. Binadamu hao wamewachunganisha, sio siri. mm. pugomvu tokee juzi, leo tu uvuje. Hao ndio binadamu ha. kasori tarawe